Naam, tunaendelea mbele na, na, na vidokezo ambapo wakazi na wafanyabiashara wa mji wa kitalii wa Diani wamelalamikia serikali ya kaunti ya Kwale na manispaa ya Diani kwa kutozoa taka zilizorundika katikati mwa mji huo. Mapipa ya taka yaliyowekwa sehemu tofauti mjini humo yamejaa na taka kutapaka ovyo kwa takriban miezi miwili sasa. Wakazi wanahofia mlipuko wa magonjwa haswa katika msimu huu wa mvua. Lawrence Ng'ang'a anaarifu zaidi kutoka Kwale. Unapoingia mji wa kitalii wa Diani unakumbana na mrundiko wa taka, mapipa yaliyowekwa katika sehemu tofauti yakiwa yamejaa hadi pomoni na kutapika kuzagaa kwa taka kila mahali, kukiashiria utepetevu wa waliotwikwa jukumu la kunadhifisha mji. Niko na uchungu sana kwa sababu pamali kuna biashara na takataka zimeweka muda mrefu hapa, zaidi ya miezi mbili sahii, na tume notice kwamba hizi takataka hazichukuliwi Shalewa. Kila mahali ukienda unapata mapipa yote yamejaa na being a tourist destination ina picha mbaya. Wakazi na wafanyi biashara hapa wakijawa na ghadhabu ya kukosa huduma wanazostahili ili kufanyia shughuli zao katika mazingira ya kuridhisha, inzi wakitawala muji na uvundo ukisheheni kila kona. Kuna inzi ambayo kwa sasa tumeanza kuona ambapo si inzi ya kawaida, kwa design yake ni kubwa kubwa na hapa karibu tuko na hoteli mahoteli, tuko na mabucheri, tuko na vitu vingi tu hapa karibu, na kwa kawaida unajua mambo na hygiene, hiyo inaleta shida ya infection. Vinzi atoke hapa, mahoteli yako hapa yamepangana hapa, hoteli ande akakae kwenye, kwenye maragwe, twakula maragwe, twashikwa na maradhi, twaarisha Kipindupindu ndo chaja hapa. Na mvua mvua kama hii, msimu wa mvua ukiwa umebisha hodi, taka sasa zinaelea na kuogelea kwenye maji machafu, hofu ya mkurupuko wa maradhi ikitanda. Yani hiyo ni ugonjwa na ni ugonjwa sana. Saizi weather ni nyengine, kuna mvua, harufu pia yengine, kama hujafunga curtain hiyo ni lawama hiyo, una watoto wadogo. Twalipa vizuri sana, hatulipu ushuru kwa nini? Twalipa kila siku, mbona hali ni hii? Hii haiwezekani. Maneno yakakaliwe huko tu tuondolewe zitakataka. Watoto wanakuja wanacheza mahali pale wanapatwa na ma-infections, unaona. So mtauu kote hakukaliki kwa ufupi. Kulingana na meneja wa manispaa ya Diani Hamisi Mwandaro, gari wanalotegemea kubeba mapipa haya yanapojaa limekuwa na hitilafu. Akisema linatengenezwa na litarejelea shughuli za kawaida pindi litakapokuwa sawa. Ile gari ya skip ile ya kubeba zile skips iko na mechanical problem, ndio inakuwa sorted out so that it removes now the field ones. Na pia county uh, iko kwenye procurement process uh, ambayo two other skip loaders uh, zinakuwa procure, lakini sisi hapa, kuna kuna lori moja na imeharibika, lori ya kubeba takataka, ukiangalia, okay, Kwale kaunti yashinda kununua kununua malori kama manne hapo, eh, lakini kama ingelikuwa wameweza kuabsorb hawa wanabiashara wengine na kuwapatia contract zao kuweza kukota hizi takataka, hii Diani ingelikuwa ni mji kulingana vile ambayo inafaa iwe, ingelikuwa ni mji msafi. Sasa wakaazi na wafanyi biashara wa Diani wanaendelea kungoja iwapo serikali ya kaunti ya Kwale na manispaa ya Diani zitafanya hima na kuondolea kero hili. Lawrence Ng'ang'a, runinga ya Citizen. Naam tunaimani kwamba litafanywa.